Tarehe ya kumi na nne mwezi wa tatu mwaka 2024 saa tisa na dakika 42 alasiri, ndege ya rais Captain Ibrahim Traore ghafla ilipotea ikawa haionekani kwenye rada ilipokuwa inapita katika anga la nchi ya Mali. Kituo cha udhibiti wa ndege cha kimataifa cha Paris nchini Ufaransa walipata wasiwasi. Timu ya uokoaji ikaitwa. Kwa masaa 48 Hakukuwa na sauti wala signo yoyote. Vyombo vya habari vya kimataifa vikatangaza kifo cha kapteni Ibrahim Traore na hali ya dharura ikatangazwa katika taifa la Burkina Faso. Lakini asubuhi ya siku ya tatu ndege iliyokuwa imepotea ikatua katika kiwanja cha ndege cha Ouagadougou. Rais alikuwa mzima wa afya kabisa, ila alirudi na dokument zenye gigabyte 50 pamoja na wafungwa kumi na wawili. Ni nini kilitokea kwenye hayo masaa 48 aliyokuwa haonekani na amewezaje kufanya operation iliyoutikisa ulimwengu mzima? Air traffic controller mwanadada Maria Dubois aliangalia kwenye skrini yake, hakuamini alichokuwa anakiona. Alama inayoonyesha ndege ya rais BF 001 imepotea, ilienda katika anga la Mali, halafu ghafla haionekani Aliangalia vifaa vyake kama vinafanya kazi barabara, na kila kitu kilikuwa kinaonekana kiko sawa, lakini hata hivyo ndege ya raisi haionekani. Akaongelea kwenye headset aliyokuwa ameivaa akasema, kontrola tawa, hii ni BF-001, tunaomba uthibitisho wa ndege kupita. Lakini mpaka wakati huu hakukuwa na majibu, ikabidi amwite mkubwa wake. Akamwambia, mkuu, tuna tatizo hapa ndege ya rais wa Burkina Faso imetoka nje ya rada. Ndani ya muda mfupi control room kukawa kupo bize kuitafuta ndege ya raisi, maana hii haikuwa ndege ya kawaida. Imembeba kapteni Ibrahim Traore, rais anayeangaliwa na ulimwengu mzima, mtu aliyebinafsisha migodi kuwa ya taifa, mtu aliyefunga kambi za kijeshi za Ufaransa na amejaribu kuwatimua wafaransa Afrika. Kupotea kwake kutaleta taharuki kimataifa na mataifa ya Afrika Magharibi. Saa kumi na nusu jioni, hali ikaendelea kuwa mbaya. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa akatengeneza utaratibu wa dharura. Command ya Pentagon huko Afrika ikapewa taarifa. Serikali ya Mali ikatoa fighter jets kukagua njia iliyopita ndege ya rais. Lakini kitu cha zaidi ni kwamba majasusi ambao hawakuwepo Afrika Mashariki wakaanza kuwasiliana wa kutumia njia za mawasiliano ambayo sio rahisi kuwa nasa. Kupotea kwa ndege ya rais Captain Ibrahim Traore kumegusa mataifa makubwa. Kitu ambacho hao majasusi hawa majasusi hawakujua ni kwamba futi elfu mbili kutokea ardhini, kituo cha siri kilichofichwa katika jangwa la Sahara, Ibrahim Traore alikuwa na siri zote za kituo hiki, the underground complex. Kituo kilichojulikana kama Station zero kimejengwa miaka mitatu iliyopita chini ya kivuli cha mradi wa kutafuta maji, kilikuwa ni kituo cha siri sana kinacholindwa na idara ya kijasusi ya Ibrahim Traore mwenyewe. Makao makuu chini ya ardhi yalitengenezwa kwa ajili ya operesheni hii na awamu ya kwanza ilikuwa imeshakamilika tayari. Hii ilikuwa ni ripoti kutoka kwa Kanali Wedrago. Huyu ni intelligence chief wa Ibrahim Traore. Kwa kadri walivyokuwa wanafuatilia mawasiliano ya kimataifa kutoka kwenye vituo vya kijasusi vya mataifa ya magharibi. Skrini zao zilikuwa zinaonyeshwa kuingiliwa muda ambao ni real time kutoka Ufaransa, Marekani na Uingereza zilionyesha mtandao wa kijasusi ikijaribu kumtafuta rais alipo. Operation ya kumtafuta rais ikawa inaendeshwa na mataifa manne, na majibu kutoka Umoja wa Mataifa ni kama walivyokuwa wametabiri walivyokuwa wa kwa miezi kadhaa. Idara ya ujasusi ya Burkina Faso imekuwa ikifuatilia kwa ukaribu mtandao wa kigeni unaofanya kazi Afrika ya Magharibi. Maafisa wa idara ya kijasusi ya Ufaransa walitumia kivuli cha diplomasia, maafisa wa CIA wakiendesha makampuni ya ulinzi, majasusi wa Kiingereza wakiendesha makampuni ya uchimbaji. Mtandao ulikuwa umesukwa kweli kweli, na walikuwa wanapanga kitu kimoja kikubwa sana kikihusisha serikali yake moja kwa moja. Meja Sankara akaingilia kati, huku akiwa ameshika tableti mkononi, akasema: mkuu, timu yetu ya uchimbaji imekamilisha kazi yake, walengwa wote kumi na wawili wako chini ya ulinzi. Kwenye screen picha mubashara zilikuwa zinaonyesha moja kwa moja operation ilikuwa ikifanyika na mataifa manne. Huko Niger watalii walikuwa wamekamatwa katika hoteli za kifahari, huko Mali wafanyakazi wa angels walizuiliwa huko Burkina Faso kwenyewe, wafanyakazi katika mashirika ya kimataifa walijikuta wakizingirwa na walinzi wasiojua umetokea wapi. Wakati umekuwa ni muhimu kwa kadri ulimwengu ulivyokuwa unaitafuta ndege ya Traore iliyokuwa imepotea, vikosi vyake vilikuwa vinamtafuta katika mtandao wa kijasusi. Kila mlengwa alikuwa akipelelezwa kwa muda wa miezi kadhaa: mawasiliano yao, ratiba za mikutano yao na protokol za operesheni zao zimechorewa ramani. Kupotea kwa rais kwa muda kulimpa wakati mzuri sana wa kutimiza operesheni yake. Traore, akiwa anaangalia video za waliokamatwa, akasema, walifikiri wao ni wawindaji, lakini jambo moja hawakutambua kwamba wamegeuka kuwa wawindaji. Na operesheni hii waliipa jina Baobab, yani mbuyu. Hii ni kulingana na mizizi yake ilivyojikita chini na matawi yake kusambaa. Ilikuwa ni kwa ajili ya kuwaumbua mashirika ya kijasusi yanayofanya kazi kwa siri Afrika ya Magharibi, lakini ilihitaji udanganyifu wa hali ya juu sana ili kuifanikisha, kuufanya ulimwengu mzima uamini kuwa rais wa Burkina Faso amepotea. Juu ya ardhi waliendelea kumtafuta, ndege za kijeshi za Ufaransa zilikuwa zinapishana kwenye ukanda wa Sahel, satelaiti za Marekani zikawa zimeelekezwa kuitafuta ndege ya raisi vyombo vya habari vya kimataifa vikaanza kutangaza kuwa inawezekana Ibrahim Traore hatuko naye tena, huku wakiweka na mawazo yao ya mrithi wake, lakini pia amani ya Burkina Faso itakuwaje? Huko Wagadugu, maafisa wa serikali walienda kimya kimya na ukimya huo. Huko Station Zero timu ya Traore wakaanza operesheni yao muhimu sana. Watu kumi na wawili waliowakamata wangeongelewa kwa kina. Vifaa vyao vya mawasiliano vikagunduliwa mawasiliano yao yakaanza kufuatiliwa. Walichokigundua ni uingiliaji wa mataifa ya nje. Hali ilikuwa mbaya kuliko traore kuliko Traore alivyotegemea: mipango mibaya ya kuangusha uchumi, kudhoofisha utulivu wa kisiasa na kama itawezekana kuingilia kijeshi, kufanya mapinduzi, kumpindua. Kanal Wedrago akampa rais document ambazo zimetafsiriwa, akamwambia, hii ndiyo timeline ya mauaji yako, ilikuwa imepangwa mwezi ujao wakati wa sikukuu za uhuru. Traore akaanza kuzisoma zile dokumenti kimya kimya, huku uso wake ukibadilika kutokana na maelezo anayoyaona hapo. Mpango ulikuwa unamhusisha pia sniper ampige risasi wakati wa sikukuu za uhuru, uhuku wakiwa wameandaa kabisa na mrithi wake. Kiongozi wa kisiasa mpinzani alikuwa ameshateuliwa tayari kushika nafasi yake. Mataifa manne yalikuwa yanamtambua atakayekuja kumrithi raisi Traore. Kifo chake kingechukuliwa tu kama machafuko ya kisiasa kisha Traore akauliza, ni watu wangapi walikuwa wanalijua hili? Taarifa ya idara ya kijasusi ilikuwa ni ya kutisha. Njama hii iliwahusisha watu binafsi mia mbili katika taifa zima na katika mashirika mengine, walikuwa ni wataalam katika kitengo cha kijasusi wakipokea orders, wengine walikuwa wanasiasa viongozi kibiashara, na hata waandishi wa habari ambao wamefundishwa ama wametishwa. Njama hii ilisukwa muda mrefu sana. Siku ya pili ya kutokuonekana kwake, Traore akafanya maamuzi ambayo yataibadilisha kabisa taifa la Burkina Faso, baada tu ya kuifichua mipango michafu ya mabeberu, ila angeibadilisha kuwa somo kubwa sana kwa Afrika pamoja na ulimwengu mzima. Ushahidi ulikusanywa ndani ya masaa 48 hautaletwa kama mashtaka ila kama kesi ya kujifunza katika ukoloni mamboleo na vita vya kijasusi, katika ukoloni mambo leo na vita vya kijasusi. Kisha akawaambia, andayeni pakeji nzima ya ushahidi, kila mawasiliano, kila miamala ya kiuchumi, kila mpango walioupanga, tutaiweka yote hadharani tutakaporudi. Maamuzi yalikuwa ya ujasiri kuwaumbua idara ya kijasusi za mataifa ya nje na mipango yao yote kwa maelezo ya kina. Hili litachokoza kulipa kisasi, na Traore alikuwa amepiga mahesabu kuwa ushahidi huu aliyoukusanya utawawia vigumu kuukataa. Umoja wa Afrika ukaitisha kikao cha dharura, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akalichukulia hilo kwa uzito. Huko Washington DC wakaanza kuulizana Inawezekana vipi ndege ya rais ipotee kabisa kwenye rada? Na wengine wakaanza kuuliza je, mpango wa kumuweka mrithi wake uko vipi? Huku wengine pia wakiwa na wasiwasi kuwa operesheni zao za siri zimeshajulikana tayari na serikali ya Bukina Faso. Mikutano kama hiyo ilikuwa inaendelea huko Paris na London, Uingereza, siku ya tarehe 16 mwezi wa tatu 2024, baada ya masaa 48 baada ya kupotea kwake, rais akafanya maamuzi ambayo yaliwashangaza mpaka washauri wake wa karibu. Tumerudi sasa, akasema, operesheni imekamilika na kufanya udanganyifu kwa muda huu mrefu. Wengine walikuwa wanabishana kwa muda wa operesheni ilivyochukua muda mrefu kuifanya, wakitaka kutumia machafuko ili kukusanya zaidi taarifa za kijasusi, lakini Traore alijua umuhimu wa operesheni hiyo, sio ni muda gani, sio ni muda gani umetumia ila umekuja na maono yapi katika mpango huo kamili. Ndege ya rais ikatua salama katika uwanja wa Wagadugu bf-z 001 hatimaye ikaonekana kwenye rada kama ilivyokuwa imeondoka kimataifa. Taarifa zilikuwa ni ndege imeonekana kama ilivyokuwa imepotea. Lakini ilivyotua tu, waandishi wa habari wakagundua kitu ambacho si cha kawaida, magari ya ulinzi yakawa yameizunguka ndege sio tu kwa ajili ya kumlinda rais lakini kuwachukua abiria walioongezeka kwenye hiyo ndege. Na mlango wa ndege ulipofunguliwa, rais akawa wa kwanza kutokea, akionekana kawaida tu kama alikuwepo. Nyuma yake wakafuata watu kumi na wawili waliofungwa pingu kutoka mataifa mbalimbali waliokuwa hawaonekani kwa kawaida. Vyombo vya habari vikaandaliwa mchana huo huku ikihakikisha vyombo vya habari vya kimataifa anavipa muda wa kufika kwa ajili ya kupeleka habari hii duniani. Traore alipoanza kuongea akiwa amesimama kwenye podium, waandishi wa habari wa kimataifa walitegemea ataongelea kuhusiana na kupotea kwake siku tatu na kuleta taharuki ulimwengu mzima. Walidhani labda ataongelea ubovu wa ndege au kuna mahali alishindwa kutua, lakini aliongea kitu tofauti na walivyotegemea wao kiongozi wa nchi akaanza kufichua uovu wa idara ya kijasusi na mashirika ya kijasusi kutoka mataifa ya nje na mipango yao wanayoifanya Afrika, huku akiwa na ushahidi uliokamilika. Traore akaanza kusema, kwa masaa 48 yaliyopita, wakati ambapo dunia ilikuwa ikinitafuta angani, ilikuwa chini ya ardhi nikichunguza mienendo ya idara za kijasusi za kigeni katika historia ya Afrika. Hakuwa anaongea tu hivi hivi lakini kulikuwa na skrini nyuma yake zikionyesha document picha na mawasiliano yaliyoingiliwa akaendelea kuongea, mnachokiona hapa ni ushahidi wa mataifa makubwa kwa ajili ya kuondoa amani, kudhibiti na hata ikibidi kumwondoa kabisa kiongozi wa taifa la Burkina Faso na mataifa jirani. Angalieni miamala ya kifedha kutoka kwenye idara za kijasusi kuja kwa baadhi ya wasaliti, kumbukumbu kumbu za mawasiliano yote, haya kwa ajili ya vita vya kiuchumi maelezo ya mauaji ya wanasiasa katika mataifa mbalimbali, wamefundishwa na wengine wametishwa. Huu ushahidi ulikuwa unapelekea mahusiano ya kimataifa kuwa pabaya. Hata hivyo, aliendelea kuongea, hawa washukiwa kumi na wawili wanawakilisha operesheni ambazo zimekuwa zikifanyika kwa miongo kadhaa katika mataifa yetu, na leo njama zao na hila zao na kutokujali kwao kunaisha, na akatangaza kuwa ushahidi ule walioupata watapeleka katika kila serikali ya Afrika wakiwapa taarifa za mambo ambayo yamekuwa yakifanyika na idara za kijasusi kutoka nje ya Afrika. Lakini kama kawaida majibu ya kimataifa yalikuwa yanatabirika. Ufaransa haraka wakataka raia wao waachiliwe, wakitangaza kinga ya kidiplomasia Marekani wakalaumu, wakitishia nchi ya Burkina Faso kwa kuigonga vikwazo Uingereza wakamtaka balozi wao aongee na Mwamba. Hiki alichokifanya Captain Ibrahim Traore kikawa kimewafungua Waafrika kwa kile ambacho mataifa makubwa wamekuwa wakifanya kupindisha siasa za Afrika, uchumi na usalama. Mataifa ambayo yalikuwa yanawekea shaka uingiliaji wa mataifa ya nje katika serikali zao sasa yamepata ushahidi kamili. Viongozi ambao wamekuwa wakikabiliwa na wapinzani wa kisiasa sasa wamepata ni nani wanawapaga pesa. alafu waziri wa uchumi bwana Konate akasema lazima watalipa kisasi, akaonya katika hilo, maana anawafahamu mabeberu walivyo. Wakati ambao ulimwengu ulikuwa bize kujadili kuhusiana na kupotea ndege ya rais naye akiwa ndani, idara ya kijasusi ya Afrika ilikuwa imejikita katika operesheni muhimu sana, kinyume na mitandao ya unyonyaji kutoka nje ya bara la Afrika. Senegal wakamkamata afisa wa CI. Ghana wakamfukuza afisa wa idara ya kijasusi ya Ufaransa. Nigeria wakawatimua wanaojiita washirika kutoka Uingereza. masaa 48 ya operesheni hii ikawa mwanzo wa kuzifungua akili za waafrika wote. mimi ni Mariam Poe.